Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Tanzania imeanza ujenzi wa maabara kubwa na ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini ambayo itakuwa ni kubwa kuliko zote kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati na ambayo itatoa huduma ya kimaabara kwa ubora na kwa uharaka kwa wadau wa sekta ya madini nchini. Hayo yamesemwa na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa maabara ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini katika eneo la Kizota, jijini Dodoma. Amesema, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa mageuzi makubwa ya sekta ya madini na kwa kuandika historia ya ujenzi wa maabara hiyo ya kisasa miaka mia moja baadaye tangu kuanzishwa kwa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini na utafiti wa madini GST mwaka 1925. Imesema leo tunaandika historia kwanza, kwa ujenzi wa maabara kubwa ambayo itafungwa ambayo itafungwa mitambo na vifaa vya kisasa katika kutoa huduma za kimaabara ndani na nje ya nchi. Amesema huu ni ukombozi mkubwa kwa wadau wa sekta ya madini katika kupata taarifa sahihi za kimaabara kwa wakati na zenye ubora wa hali ya juu. Amesema ni imani yake maabara hii itachochea ukuaji wa maendeleo ya sekta ya madini. Naye kaimu mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini GST Dr. Notka Huruma Banteze amesema maabara hiyo ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini utaleta tija kwa wadau wa sekta ya madini na kurahisisha upatikanaji wa huduma hii muhimu kwa maendeleo ya sekta ya madini. Gharama za ujenzi wa maabara hii watarajiwa kuwa Tanzania shilingi bilioni 14.3 na muda wa ujenzi wa kukamilika maabara ni siku 690. Mohab TV Dodoma.